a Kayole hapa ndipo kila mtu na hadithi yake. Kuna wanaoamka na matumaini, kuna wanaolala na mioyo mizito, lakini siku zote maisha yanaendelea. Na ndani haya maisha kulikuwa na mwanamke mmoja, Aisha. Aisha ni mama watoto wawili, mrembo wa roho na sura, anayejulikana kwa upole wake, lakini pia nguvu ya mwanamke wa mtaa. Aliolewa na Brian, kijana mchangamfu aliyefungua duka la electronics pale kwa kona. Brian alikuwa mchapakazi, maarufu kama Brayo wa chaja. Watu walimpenda, na Aisha alimpenda zaidi. Walikutana harusi ya rafiki, wakapendana, na miezi sita baadaye walikuwa wameanza maisha pamoja. Maisha yao hayakuwa rahisi, lakini yalijaa upendo wao Farida na Junior walikuwa kama taa ya nyumba yao. Jioni walikuwa pamoja, asubuhi wakagawana ndoto. Lakini kama upepo wa polepole pole, hali ya moyo wa Brian ilianza kubadilika polepole, kimya kimya. Aisha aliona mabadiliko, alisikia, lakini pia alijipa moyo. Aliamini ni stress tu za maisha, lakini nyuma ya pazia Brian alianza safari ya hatari, na kama ilivyo kawaida, wakati mwingine siri huvuja zenyewe. Siku moja Aisha aliamua kurudi nyumbani ghafla, alihisi kuna jambo si sawa, ile hisi ya ndani ambayo haielezeki, lakini moyo ujua. Aliingia chumbani, mlango haukuwa umefungwa na pale, moyo wake ukagoma kupiga kwa sekunde chache Dunia ilisita sita, hakusikia hata mapigo ya moyo wake. Hakupiga kelele, hakulia machozi, aligeuka na kukimbia. Alichokiona kwa macho yake hakuamini. Brian, mpenzi wake wa maisha, alikuwa kimchiti na mwanamke mwingine. Alikimbia, aliingia kwa ghorofa ya mtaa wa pili, sakafu ya nane, akasimama ukingoni, machozi yakimwagika akishusha pumzi ya mwisho. Simu yake iliita, ilikuwa Farida, lakini Aisha hakuweza kuipokea. Kwa sekunde chache, akaamua kujirusha. Watu walikuwa huko chini wakiangalia, wakipiga kelele, wengine wakitafuta njia ya kumsaidia, lakini it was too late. Aisha aliamua kujirusha kwa ghorofa. Akina mama na watoto walikuwa hapo wakakimbia wakilia, lakini kwa bahati nzuri, badala ya kufa aliangukia juu ya kibanda cha tent. Tent ilianguka, mwili wake kadunda juu ya magodoro yaliyokuwa yamehifadhiwa chini. Hakufa lakini alivunjika mgongo. Watu walidhani amekufa, lakini kwa mara nyingine maisha yalitaka abaki. Aisha alipelekwa hospitali ya Mama Lucy usiku huo huo. Madaktari walipambana, alikuwa hai, lakini mgongo wake ulivunjika vibaya, alikuwa hawezi kusimama. Brian hakusema lolote, alikaa kimya pembeni ya kitanda cha Aisha akiangalia tu. Majuto yalikuwa yamejaa mwilini mwake, alikosa cha kusema, alikosa pa kuanzia. Kwa wiki nzima hakusema neno, akawa kama kivuli cha nafsi yake. Madaktari wakamwandikia ushauri wa kisaikolojia wakaamua ahamishiwe kwa hospitali ya afya ya akili. Familia ya Aisha ilipigwa na butwa, walidani binti yao amekufa, kumbe yuko hai, lakini si yule yule tena. Watoto walihamishiwa kwa bibi yao huko Githurai, walikuwa na maswali mengi kuliko majibu, na sauti ya mama yao ikawa ndoto ya mbali. Na maisha yalibadilika kutoka kwa vichekesho hadi kwa ukimya, kutoka kwa harufu ya chai jioni hadi harufu ya dawa hospitalini. Familia ilikuwa imevunjika, lakini moyo haukufa. Aisha alihamishiwa Madhare Hospital. Sasa si magonjwa wa mwili tu, bali pia wa nafsi. Akili yake ilikuwa imechoka, moyo wake ulikuwa umevunjika. Siku zilitambaa polepole. Alianza kupatiwa tiba ya ushauri, dawa za utulivu na mazoezi mepesi ya kiakili. Wauguzi walimpa jina la upole, Mama Farida. Alianza kuandika, si barua bali hisia, kila siku ukurasa mmoja. Alimwandikia Farida alimwandikia Junior na hata Brian, lakini hakuwahi kuwatuma. Brian alikosa kulala, alikosa kula, alikosa majibu. alikuwa amepoteza kila kitu kwa sababu ya tamaa ya dakika chache. Alianza kuhudhuria ushauri wa familia, alitaka kujua kama kuna nafasi ya pili. Aisha hakutaka kumwona lakini alijua yupo na aliendelea kuandika, sasa si tu barua, bali maombi. Alimwombea Mungu amponye, amrudishie akili na ampe nafasi ya kuamka akiwa mzima. Watoto walikuwa bado wadogo kuelewa, lakini walihisi, walihisi pengo, walihisi mabadiliko, na kila usiku walimwombea mama yao kila mmoja kwa njia yake. Na siku moja baada ya wiki nyingi, Aisha alitabasamu, tabasamu tabasamu dogo tu, mbele ya mtaalamu wake, na huo ukawa mwanzo wa safari ya kurudi kwake. Kwa siku moja, Brian akiwa ametulia nyumbani bila amani bila furaha, akapokea simu kutoka hospitalini. Simu hiyo haikumweleza mengi ila ilisema jambo moja. Aisha anataka kukuona kwa mara ya kwanza baada ya miezi miwili. Brian akakimbia mpaka hospitalini. Aisha alikuwa amekonda, lakini uso wake ulikuwa na utulivu mpya. Alipomwona Brian hakupiga akupiga kelele, hakulia, hakufurahi, alitazama tu kama mtu aliyekutana na kivuli cha zamani. Samahani, siwezi kurudisha muda, lakini ningefanya chochote kurudisha moyo wako, Brian alisema. Kisha Aisha akampea barua, na barua hiyo ilikuwa si ya lawama, si ya maumivu pekee bali ya kueleza jinsi alivyoanguka kainuka na kujifunza kujipenda kabla ya kupenda mwingine. Mazungumzo hayo haikuwa mkutano wa msamaha kamili, lakini ulikuwa mwanzo wa mazungumzo, mwanzo wa ukaribu mpya, sio wa mapenzi, bali wa watu wawili waliowahi kuumizana, lakini sasa wanajifunza kuwa binadamu tena. Na siku hiyo jua iliangaza tofauti, sio tu kwenye ngozi zao bali ndani ya mioyo yao. Kwa mara ya kwanza walikubaliana kuwa bado kuna nafasi, hata kama si kwa sasa. Wiki zikapita, Aisha aliendelea kuimarika. Alianza mazoezi mepesi ya mwili kumsaidia kugusa miguu yake tena, si kwa nguvu, bali kwa imani. Hakutembea, lakini alisimama kwa sekunde chache tu, na hiyo ilitosha kwake kusema bado niko hai, bado ninaweza. Brian naye hakubaki nyuma, alianza kufungua moyo wake kwa marafiki, kwa wazazi na zaidi, kwa nafsi yake. Alijifunza kusamehe nafsi yake kwanza, kabla ya kutafuta msamaha kutoka kwa wengine. Watoto walikuwa wakikua haraka, lakini walijua mama yao yupo. Waliandika barua, wakatuma mchoro wakatuma sauti kwa simu. Kila kitu kilimpa Aisha nguvu mpya, na ndani ya familia yao ndogo upendo ulijifunza kuishi bila masharti. Hakukuwa na majibu yote, lakini kulikuwa na juhudi. Siku moja watoto waliruhusiwa kumtembelea. Walipofika hospitalini, walikumbatiana, wakalia, wakacheka. Kwao mama yao alikuwa bado shujaa, Si kwa sababu ya nguvu zake, bali kwa sababu hakukata tamaa. Na maisha yaliendelea, si kama zamani, lakini kama mwanzo mpya, mwanzo wa safari ndefu ya uponyaji, upendo na kujifunza kuwa mtu mzima kwa mara ya pili. Jioni moja, Brian alienda tena kumtembelea Aisha, lakini leo haikuwa kama siku nyingine. Leo alikuwa na zawadi, si ya kitu, bali ya ukweli wake kwa mara ya kwanza Aisha alimpa ishara ya kuwa karibu. Kimya kati yao kikawa chepesi zaidi, macho yaliongea zaidi ya maneno. Haikuwa kadi ya msamaha, ilikuwa kadi ya kutambua: kutambua maumivu, kutambua hasara na kutambua nafasi ya kujenga kitu kipya. Watoto waliendelea kuwa mwanga wa nyumba. Farida sasa aliandika hadithi, akitaka kuwa mwandishi. Junia alisema, nataka kuwa daktari ili na mimi niweze kutibu watu kama mamii. Furaha ikaanza kurudi, si kwa shangwe, bali kwa utulivu, furaha ya ndani, furaha ya kuwa hai. Walianza kuzungumza tena, si kama wapenzi, bila kama washirika wa safari moja ya maisha, safari ya makosa, majeraha na matumaini. Baada ya miezi kadhaa ya matibabu, Aisha alikuwa karibu kuruhusiwa kutoka hospitalini, lakini safari yake haikuwa tu ya mwili, bali ya moyo pia. Aisha akasema, ninaweza kuondoka, lakini siwezi kurudi kule kule, siwezi kurudi kwa maisha yale yale. Alijua kuwa msamaha au kuwa lazima, alijua kuwa upendo si lazima urejee, lakini alihitaji amani na amani hiyo ilianza kwa uamuzi. Brian alikuwa na tumaini, hakujua kama Aisha angerudi kwake, lakini alikuwa amejifunza kumngojea, si kwa shinikizo, bali kwa heshima. Watoto walimkosa, lakini pia walikuwa chanzo cha ujasiri wake. Alitaka kuwa mama, sio tu wa damu, bali wa roho iliyo imara. Siku ya kuondoka ilifika. Wauguzi walimkumbatia, baadhi walilia. Kwao Aisha, hakukuwa tu mgonjwa, alikuwa shujaa wa ukimya, mshindi wa maumivu. Hakuingia moja kwa moja nyumbani kwa Brian, aliamua kwanza kwenda kwa watoto wake. Alitaka kuwakumbatia, kuwaambia mama amerudi. Na hapo ndipo moyo wake ulianza kupona, si hospitalini, si kwa dawa, bali mikononi mwa watoto wake na Brian akiwa peke yake, usiku huo hakulala kwa huzuni, alilala kwa matumaini, maana alijua Aisha yuko salama na hata kama hatarudi kwake, yuko hai. Wiki chache baada ya kurudi nyumbani, Aisha aliishi kwa utulivu. Hakukuwa na haraka, hakukuwa na shinikizo, kulikuwa na nafasi ya kuwa mama, ya kuwa mwanamke anayepumua. Brian alianza kuwatembelea watoto wake. Siku moja moja alikuja na zawadi, si vitu vya bei bali muda. Alikuja kama baba, si mume. Kati yao kulikuwa na ukimya wa kuelewana. Walijua walipitia maumivu, lakini sasa walitaka watoto wao waishi katika dunia yenye utulivu. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, walikula chakula pamoja, si kama familia ya jana, bali kama familia inayojifunza kuwa pamoja leo na Aisha akasema, nilipovunjika, nilifikie mwisho umewadia, lakini sasa naelewa kuvunjika haimaanishi mwisho, inaweza kuwa mwanzo mpya. Na Brian naye kwa upande wake aliendelea kujijenga, alijifunza kuwa mume mwema hata kabla ya kuwa tena wake wa ndoa, alijifunza kutengeneza bila kulazimisha. Na Aisha alikuwa tena mama sio mama wa huzuni bali mama wa furaha, furaha ya kupigana vita vya ndani na kutoka mzima. Walirudi kuwa pamoja, si kwa lazima, si kwa presha, bali kwa msamaha wa kweli, msamaha wa walioumizana wakapona, na wakaamua kupendana tena. Miaka miwili baadaye, walikuwa familia imara, walihama Kayole, wakaanza upya Dandora. Si maisha ya kifahari, lakini maisha ya kweli ya watu wanaojielewa. Na hapo ndipo hadithi hii inafika mwisho wake, si mwisho wa huzuni, bali mwisho wa kipindi cha giza na mwanzo wa mwangaza. Maisha huumiza, lakini pia hutoa nafasi ya kupona. Acha nikushukuru sana, msikilizaji wangu mpendwa. Ikiwa umependezwa na hadithi hii au unapenda hadithi zingine kama hizi, please usisahau kusubscribe na kushare na wengine. Asante sana, tukutane tena kwa hadithi nyingine kwa chaneli yetu ya Story Laini Media. Asante.